Tukiwa na huu mfumo wetu wa analysis namba, kwa video iliyopita namba moja tuliangalia analysis ya form four, moja, kwa shule ambayo zina masomo kumi na moja. Sasa tuje tuangalie hapa, tuchague shule yoyote ambayo matokeo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kutupigia simu au kutuma SMS katika namba zinazoonekana hapo, hiyo ipo WhatsApp, kawaida kuna email, kuna mtandao pia ya kijamii. upiga kama lako ya kwanza. Sasa Sub subscribe, like, share na ku comment. Sasa turudi kwenye matokeo hapa, wala tu turudi nyuma kabisa, tuchague hata 2023 bado tuchague 2023 hapa, tafute shule fulani masomo mengi kama hii hapa mbili kwanza tano wanafunzi saba nane tisa kumi na saba fulani sasa, haya yo tuyafanye matokeo, tuyatumie kwa tutakopi matokeo yetu kutoka kwenye website ya NECTA hapa hapa tuta copy kama yalivyo. Baada ya hapo, tutakuja kwa paste hapa, paste result kwa ya ambayo tumeyakuta, unashauriwa uyafute ya, akuta, ya kwa. Ukinunua template hii, nitakupa template ambayo haijajazwa chochote, yani haina ya haina ya jina la shule au aseme, haina matokeo yoyote. Kwa hivyo, tutafanya wewe kwenye tunakopi hapa as destination match. Sasa masomo yetu pale unavyoyaona tuna kama hapo ilivyo tuna EDK, lakini pia pale tuna chagua tu. Kwanza tuna Bible, kwa hiyo kitoka geography hapa kabla ya EDK tunaweka Bible. Kwa hiyo tunachagua hapa Bible, tunaweka Bible kwa tunaanza Bible na wanafunzi Bible ali halikuwepo tuongelea kwenye hali matokeo, halipo hapa. Tunaanza Bible, Bible, elimu ya dini ya Kiswahili, fine arts na masomo yote hapo. Aa, fine arts istasti. Kwa hiyo kutoka DK kuna physical education, hii shule ilikuwa na physical education alafu naotunaweka Kiswahili sasa, mm. Toka Kiswahili toa Kiswahili, makejea English pia ilikuwa na French, kwa hapa tunaweka French, toka French hapo tutaweka tuta Literature in English. Kuna Chinese Arabic, kama kuna shule na Arabic na Chinese, kila kitu kipa baada ya hapo arabiki uh, hamna ya Chinese hamna. Kwa hapo tutaweka physics, tutaweka physics hapa, tutaweka chemistry uh, biology hapa biology, kama kuna agriculture agrikatua hivo hivo aweka pia hii hapa ENG hii ni engineering science, pale kuna kompyuta ilikuwepo kuna additional mathematics, kuna additional mathematics, alafu kuna mathematics yenyewe hii hapa, alafu kuna commerce, kuna commerce na bookkeeping, kuna commerce na bookkeeping, kuna commerce, kuna commerce na bookkeeping. Hapo ndio utaongeza hapa ni Nikomasi na bookkeeping pia kuna sehemu za maneno na maadili. Kwa hiyo hii ndio shule kidogo tumeona kwanza na masomo yote kumi na saba ambayo template tu sisi inafanyia kazi yao masomo kumi, kumi na saba baada hapo tarudi home. Tarudi home ndio na ku view summary. Kwa hiyo uta view summary kama ilivyo hapa shule shule X, hatuijui jina lake, tuseme tuseme labda hapa shule X, shule waitueke shule Y, hatuijui ipo labda Kigoma, Kigoma, Kigoma, kwetanyambua kwamba jifeni wani hizo tu, hizo tiri, hizo fo, hizo zero, hamna incomplete, hamna absent wao hapa, na itatuchambulia sasa GPA ya shule pia hapa itachambulia masomo, tafutilia somo la kwanza mpaka somo la mwisho ni chemistry. Kwa hiyo ndo na kuyangaya chemistry ndio, ina wastani wa B kuliko masomo mengine, wastani grade ya shule, kama candidate waliofaulu ni hao hapo lakini kwenye analysis si yetu sisi haijaonyeshwa si, na wanafunzi wa ofa huo na kwenda walio walio fail. Lakini tu maana yake ni kwamba ofa huu ni hote ya kuanzia wani mpaka mpaka mpaka ofa kwa wanafunzi ambao wamefaulu, ambao ni kama ofa ni mtendo wote walifaulu tumetatu 32 kwa hiyo itachambua labda a ngapi b ngapi c ngapi d ngapi na f ngapi. Pia itakuonyesha kwamba wanafunzi gani ndio waliokuwa wamesajiliwa kwenye hilo somo husika na walifaulu wangapi na walifeli wangapi. Mfano kama somo la chemistry, walikuwa hamsini na nne, wamefaulu wote. Haya, nakuja somo, somo la baiolojia waliofanya somo la biology waliosajiliwa hapa waliosajiliwa na hii hapa wangapi, kwa kujumlisha toto, toto ni hapa, pasi ni hapa hapa, toto hii ni 300 thelathini na tatu kwa somo hilo. Lakini waliofaulu ni mia tatu na mbili. Kuna faulu tunasema ni kuanzia A mpaka D, F walio fail. Labda F thelathini, somo kama somo hilo hapo, la biolojia ina F thelathini. Lakini somo la hesabu kuna bookkeeping, kuna commerce. Kwa hiyo masomo yote kumi na ngapi? Kumi na saba. Na hapo unaweza tu ka save kawaida, ka save kawaida ile ya PDF uka printi unaweza uka print hapo mjavu moja kwa moja au kama unaona kabisa labda uone vizuri, unaweza uka save. Na kwa ni ku save hapa utachagua tu save to PDF, uta save kwa jina hilo, unaweza kubadilisha jina uka save. uka save. uka save kama hivyo hapo kapinti print kama unataka, kama ubandike au labda utumie walimu wako kwenye book wao wa, waangalie matokeo ya kidato cha nne kwa wanafunzi waliofanyaje, waliopita. Kwa hiyo itakuwa analysis yake ni kama hiyo, simple and clear. Mwalimu pati tena tabu ya kwanza kukaa kuhesabu kuangalia. Ah, hii inachambua kabisa, ni safi kabisa, wanafunzi wale wale waliosajiliwa yake absent absent i ara ninavyoonyesha hapo, kuna mfumo na so, wa matokeo kuanzia KG kindagateko awali paka standard 7. Haya, kwa form one mpaka form four nautia mfumo wa matokeo wa adivansi. Kwa mawasiliano zaidi, unaweza kutucheki hizo namba hapo. Asanteni sana, tutakutana katika video ijayo.